Ahamiyatu dua, umuhimu wa dua, kipindi ambacho tunakueleza asrari alquran wa asmaillahi alhusna, siri mbalimbali mbali za Qurani na majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala yaliyokuwa mazuri. Lakini imeingia mwezi huu wa Dhulhija kwetu, ikiwa ni siku ya Alhamis, walilahi alhamdu. Na siku ya Alhamis, kama ambavyo mnavyojua, katika masala ya dua ni siku ambayo inahusiana na masala mbalimbali yakiwemo biashara, kazi, ndoa, elimu na kadhalika. Sasa leo tutaizungumza aya munasaba na matukio ya Hija, lakini pia aya hii tutaitazama kwa upande wa dua namna gani itamsaidia mwenye kuisoma. Yaani siri ya Qur'an yataka mtu aelewe vile vitu ambavyo vilivyojificha ndani ya sura na vilivyojificha ndani ya aya na kupata kuelewa namna ya kufanyia kazi. Aya ambayo tutakayosoma leo ipo katika surah Al-Hajj aya namba 27. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: Wa'adhin fin-nasi bil-Hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amim. Ibrahim, waite watu watangazo la kuja kutekeleza ibada ya hija, watakujilia watu watakaotembea kwa miguu na wale waliopanda wanyama kama ngamia waliokonda, wakikujilia hali ya kuwa wakitoka katika kila njia, wakija katika ardhi ya Maka. Ndugu yangu kaka imani, aya hii ndiyo aya Nabi Ibrahima alaihi ssalatu wasalam alitumia kwa ajili ya kuwaita watu kwa tangazo la hija ili watu wapate kuitikia wito huu. Walillahi alhamdu, mpaka leo sote tumezaliwa tunashuhudia kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameyathibitisha maneno yake, wito huo. Kila msimu wa hija watu wanatoka kila kona kuja katika ardhi ya makka kwa ajili ya ibada ya hija. Lakini aya hii haimaliziki kwa ajili ya kuelekeza watu kuwaita kwa ajili ya hija. Aya hii ukikaa kitako ukanuia katika manuizi yako juu ya jambo ambalo lenye uzito, ikiwa ni ndoa ina uzito, nisikilize vizuri, ikiwa ni biashara imekuwa na uzito, au mahala pa biashara pamekuwa hawafiki watu, fanya maelekezo ya fuatayo. Jambo la kwanza, ania, weka nia yako Mwenyezi Mungu, unaisoma Qur'an katika nia, kadha ala sabili almithal Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, naisoma qurani hii kwa lengo la kutia wepesi katika ndoa yangu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, naisoma aya hii kwa ajili ya kutia wepesi katika duka langu, kutia wepesi katika mauzo ya gari yangu, kutia wepesi katika mauzo ya nyumba yangu na kadhalika. Lakini wakati unawekania, ufanye kwa ikhlas, umtangulize Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala mwenye uwezo wa kuyafanya hayo unayokusudia kuyaomba na usifanye kama vile ni jambo la kubahatisha bahatisha, la fanya kwa uhakika kwamba namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya Qur'ani, kwa baraka ya maneno ya Qur'ani, kwa baraka ya aya nitakayosoma. Baada ya hapo, utaanza kuisoma sura hii katika maandalizi yafuatayo: chukua maji, weka kwenye chombo, ikiwa ni bakuli au ikiwa ni glasi. Ikisha utasoma kinywa chako kiwe karibu na chombo, ili yale ambayo utakayoyasoma wakati pumzi ikitoka katika kinywa wakati wa kusoma ipige katika yale maji uliyoyatenga katika chombo. Utaisoma hii aya, wa adhin fi nnasi bilhaji ya atuka rijala wa ala kulli dhamirin ya atina min kulli fajjin amil, na idadi yake utasoma mara sabini. Ukimaliza kuisoma utachukua yale maji kama ni kwa ajili ya wepesi wa ndoa, utakachofanya yale maji atayakoga mhusika mahala kwa hara, isiwe chooni. Na ikishindikana atatumia yale maji kujipaka kwenye mwili wake, lakini maji hayo atakunywa asubuhi, mchana na jioni. Lakini katika namna ya kuuza kitu kama gari, kama nyumba, kama shamba, atachukua maji hayo. Kama ni nyumba, atanyunyiza katika kona kona zote kubwa, atakwenda atamwaga mwaga, na ndani ya nyumba atamwaga. Lakini kama ni shamba, atamwaga katika eneo la shamba. Kama ni gari kadhalika, atanyunyiza kwa ndani na atalimwagia kwa nje, kama mtu anayekosha gari yake. Jambo hilo utalifanya siku ya kwanza, utarudia siku ya pili, na utakamilisha siku ya tatu. Ndugu yangu katika imani, kama utasoma kwa ikhlas na ukaweka nia ya yako iliyokuwa thabiti na ukamtumaini Mwenyezi Mungu wakati wa kusoma kwako. Ikisha ukafanya haya niliyokuelekeza, insha Allahu Taala mambo yatakuwa ni mepesi, kilichokuwa hakiuziki kitauzika. Kama ni sehemu ya biashara, wateja hafiki watakuja, kwa siri ile ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala alimwambia Ibrahim awatangazie watu waje Makkah kwa ajili ya ibada ya Hija. Ndugu yangu katika imani haya na mengine mengi ni katika asrari lqurani wa asmaillahi alhusna, na haya niliyokuelekeza jurriba miraran wa sahha, yamefanyiwa tajiribu mara kadha na yameleta majibu yenye usahihi uliokuwa mzuri. Ndugu yangu katika imani, kama kuna kitu chochote hujakielewa nakupa fursa utauliza, na insha Allahu Taala tutakupatia majibu. Haya na mengi miongoni mwa yale tunayoyazungumza, Mwenyezimungu Subhanahu Wataala atuwafikie. Baada ya kuyasema haya, usiache kusubscribe channel yetu kwa ajili ya kuyapata mengi yatakayojiri katika kipindi hiki ahamiyatu duaa, umuhimu wa dua. Ni ndugu yenu Sheikh Rajab bin Salim Juma al Kushairi Ashirazi al. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wala quwwata illa billahi wa yan'amul maula.